Halo halo, Geita oye! Sa mimi nitajielekeza moja kwa moja kwa yale ambayo tutayafanya miaka mitano ijayo, kwa upande wa sekta ya madini, kwamba ni moja katika vichocheo vya sekta ya uzalishaji na mageuzi ya kiuchumi. Lakini cha kutegemea ndani ya mkoa huu ni maabara ya kisasa ambayo itafanya itarahisisha kazi ya wachimbaji ishiye ndani ya mkoa badili ya kufuata huduma hiyo mbali. Lakini jengine ni suala la mitaji. Tunajiandaa kutoa mitaji kwa wa dogo, wachimbaji wadogo kuwakuza wawe wachimbaji wakubwa. Masuala mengine ni maeneo mapya ya uchimbaji kama alivyosema tunakwenda kupima zaidi nchi yetu, tujue madini yako wapi, ya aina gani, na uchimbaji ukuwe zaidi, na hasa kwa wachimbaji wetu wadogo. Lakini la mwisho kwa mkoa huu ni uwanja huu wa maonyesho, kwenda kujenga kwa uwanja wa kimataifa, uwanja wa mikutano ya sekta ya madini na uwanja wa maonyesho.